Kisawa na furaha kwa wote. Ndugu mwanachama, ndugu mdau wa chama, tafadhali unakaribishwa kwenye kongamano la tarehe kumi na nane ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano pale ofisi kuu Buguruni. Tafadhali usipange kukosa, njoo umevaa sare, tujadili na kupanga mikakati na mbinu za kuelekea uchaguzi mkuu. Njoo tufute tofauti zetu, tuungane kuelekea uchaguzi kwa jinga, jinga, na, na na kaya, ya, amani. <tipu> amani amani, ya nini? Amani pana amani? Hiki kisiwa cha uvumilivu, amani hakuna. Watu wanauliwa ovyo, watu wananyimwa chakula, watu wananyimwa dawa. Hiki kisiwa cha uvumilivu, hakuna amani. Kuna amani gani? Unakwenda Mkulanga, kama una hela, unakufa ukiwa. Ukitaka uijue CCM ubaya wake, uwe na kesi au uumwe. Sasa hivi wanakuona wewe mtu mzuri kabisa Imani hapa pana imani hapa, kisiwa cha uvumilivu. Imani unakorofuka hapo, hata dawa hakuna, umuone daktari kwa chingefukubu <laughs> hela mbele, hela mbele, hela gani? Mpembejeo zinakuja zinafichwa mpaka utoe hela. Hiki kisiwa cha uvumilivu, Watanzania ni wavimu, wavumilivu lakini imani hakuna, mtu nakufa hapo chakatu chakatu, dawa hakuna. Jamani, sogezeni huko mgonjwa wenu, mpite tupite wanakutana, yeah. wenye vigali umaninaaalafu we, oh mi naichagua CCM naitaka abaisi na sicaki nyumba kama hizi ne, mmepata tabu ya CCM, tulipata sisi. Ilikuwa taa mpaka tano, ilikuwa taa mpaka tano, mpaka CCM kwenye uhuru. Saa hizi mgereza fanya uondoke, wefanya uondoke, mgereza fanya yaani, watu tumevaa tunamfukuza mgereza mtalende vitakuja vita, itakuja vita. Nyerere alikuwa na bunduki, mkoloni alikuwa na kila kitu, bunduki, kila kitu, mbona tumeng'oa, kaondoka. Itakuwa sasa ataleta vita? Sisi hemu mwenye silaha, sio kusema itakuwa vita. Vita ataleta nani? Na tumeng'oa, na tulikuwa tunakwimba, wako wapi? Wako wapi? Walikuwa wakijigamba, leo sasa tawataka tumekwisha mkanyaga mkanyaga, mfano wa vita ya Rwanda. Yaani, Mngereza tumemkanyaga, viatu vilikuwa vya vita ya Rwanda, unavijua hivi? Hapo tunaimba Mngereza, fanya uondoke, mtanikumbuka. Anapiga mizinga ishirini na tano Mwingereza.